Albert Juang ambaye inaripotiwa kwamba aliaga dunia uh, wakati akiwa uh, korokoroni pale baada ya kukamatwa na maafisa wa DCI, na inasemekana kwamba huyu kijana ni kama alikuwa uh, anafuatiliwa pale baada ya kuandika uh, taarifa fulani kwenye mtandao pale, na cha kushangaza ni kwamba alitolewa kule maeneo ya Homa Bay County on Saturday afternoon kisha uh, kuletwa hapa jijini Nairobi ambapo alipelekwa pale Central Police Station, ambapo inaripotiwa kwamba aliaga dunia. Kulingana na polisi wanasema, eti alijigonga uh, kwa ukuta pale, lakini wale ambao wameona mwili wanasema kwamba huenda kulikuwa uh, na tocha uh, ya huyu kijana na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo wanaona ina trend pale, imemulikwa sana a uh, kwenye mtandao na pia uh, kwenye magazeti nimeona gazeti moja imeweza kuripoti hiyo habari pia. In fact kuna breaking news hapa naona uh -huh. Police Inspector General Douglas Kanja has uh -huh. ordered the interdiction of the following officers following the death of Albert John uh -huh. while in police custody uh -huh. Kwa hivyo kuna maafisa ambao walikuwa katika hiyo OCS. Uh, OCS kila mtu, na wengine wamekuwa interdicted. Interdicted yani kusimamishwa exactly. kazi kwa muda yes. mm. uchunguzi ukiendelea pale yes. Kwa hivyo hiyo ni taarifa ambayo pia tunapata hapa Radio Jambo. Habari nyingine ambayo pia naona ina trend pale ni kuhusu Sakaja ambaye amemshambulia KOTU Secretary General ambaye amekuwa akicriticize affordable housing project, na nikasoma kwa kimombo vile wameandika, anasema Nairobi governor Johnson Sakaja has come out strongly against the Central Organization of Trade Unions KOTU and political leaders criticizing the government affordable housing initiative accusing them of misleading the public and ignoring the needs of ordinary Kenyans kwa mm hivyo -hmm. Ni taarifa ambayo pia imeanza kumulikwa pale na ina trend. Alafu pia wanasema City Hall release a list of properties set for auction over land rate uh, areas as owners receive final SMS warnings. Yani wanasema kwamba eh, Nairobi City eh, county wameweza kuorodhesha baadhi ya manyumba ambao huenda itakuwa inapigwa mnada pale kwa sababu ya kutolipa land rates. Kwa hivyo ni habari nyingine ambayo pia imeangaziwa pale. Hii mambo ya high cousin, eh, pia ina trend kwenye mtandao baada ya Rigathi Gachagua kuitumia pale wakati alikuwa akijaribu <laughs> kuwashawishi wakazi wa ukambani waweze kumuunga mkono pale kusema kwamba au ni cousins, na kuna baadhi ya wale wamekuwa wakizungumzia habari kwenye mtandao, wanasema, wakati ulikuwa uongozini hatukuwa kazi, lakini sasa hivi vile unataka kura yetu, unatuita kazi eh? <laughs> <laughs> <Hiya> habari umeiona. <laughs> bwana mle <paname? laughs> in fact hey, hey. Mi unajua giri, nishangaza, because hey. sana sana watu wa mlima hey. huita wakao hey. ati adonua, adonua ni losers, ah. ni kama vile Gor Mahia na AFC ni mashemeji hey.